Mbinu ambayo nakuja nayo leo ni mbinu ya kuweza kupata uh, mechi za both team to score yani gg. Sasa uh, gg unazipataje? Basi kaa uh, na mimi mwanzo hadi mwisho ili mradi uweze kujifunza uh, jinsi gani unaweza kupata mechi za both team to score iziwe odds mbili, odds tatu, odds tano mpaka odds ambazo unazihitaji mwenyewe hadi elfu moja huko, inategemea na nadhani mnanifahamu, nikitoaga mbinu kama hizi mara nyingi huwa zinafanikiwa. Hata zile mechi ambazo nazitoleaga mfano huwa zinafanikiwa. Nadhani kwa watu ambao wananifuatilia wanalielewa hili. Sasa sio both team to score tu, maana kwamba hata over pia unaweza ukaipata. Sasa tutaenda kuangalia mechi zote yani, mimi ninapoangalia huwa naangalia mechi zote ama zile ambazo naona kwamba zinaweza kutoa bosi ya jiji kwanza. Tuna mechi ya Elevensburg na Hedenheim, tutagusa mechi ya Hedenheim hapa, tutaenda kuangalia zile mechi. Kwa hiyo kama unahitaji mafanikio zaidi, basi utanisikiliza mwanzo hadi mwisho, lakini kama uhitaji basi unaweza ukaacha eh. Kuna mechi ya Hedenheim, hii mechi ya mwisho ilitoa bosi team to score eh, na hawa wanatoaga bosi team to score kwa kigezo changu, kwa sababu mara ya mwisho walitoa both team to score. Kwa kigezo changu mimi sioni kama kuna umuhimu wote wa hii mechi kutoa both team to score, kwa hiyo naiacha. Na ukiangalia hii mechi ya playoff, ni mechi sa, ni mechi ngumu sana, na mechi ambazo inatakiwa ubetie ni zile za Premier League. Tunaenda kwenye hii ya BKM BMK. Yani mechi za kubetia, siku zote betia mechi ambazo zinaenda kwenye ligi alipata pointi tatu huyo Gazinda. Tukiingia upande wa standings mm, BKMA kwa nafasi ya saba, huyu kwa nafasi ya kumi. Nafasi hizi zinatoa mwanya wa kupatikana goli mbili, kwa maana kwamba kufungana. E, BMK alishinda na huyo alipewa pointi, lakini anapataga goli haya. Wenyewe wanapokutana unatoa boost team to score katika vigezo vyangu hapa hii mechi unaweza ukaweka boss team to score, ila ukiweka boss team to score hautakuwa na uhakika moja kwa moja. Ina maana inamaana hapa utakuwa umekaririshwa, sijui mnaelewa, yani umekaririshwa kwamba, uh, matukio yanakuaga hivi. Sasa mpira una matukio mawili yanaweza katokea, matukio ya kukaririshwa kwamba hao wenyewe wana tabia fulani ya kupatikana, lakini pia mpira una matukio ya tofauti. Sasa kama hii mechi imetoa boss team to score mechi mbili hujapata e, uhakika zaidi. Sasa bado tutaendelea kutafuta zile mechi za uhakika. Kuna mechi ya saa saba Bulen, na nakuonyesha hapa hizi mechi na maana zijachezwa. Bulen tutaangalia, Bulen alishinda mechi . Sasa, kwa nini nimesema huyu alishinda lakini huyu alifungwa? Ina maana huyu, huyu wa chini huyu ambaye anacheza na Bullen, wanamuita Langwarin. Ninapo unapo unapotafuta tips, hakikisha angalau hata mechi kama kwa mara yako ya kwanza sio mbaya, utatafuta lakini mm, kama unazifahamu timu basi angalize timu ambazo unazozifahamu tutende kwenye upande wa standings. Standings bule ina nafasi ya sita au ina nafasi ya kumi na tatu, ina nafasi iko chini sana. mm, odi yake sitini na mbili. mm, sasa kwa sababu mechi ya mwisho hii alipoteza nyingi sana, alipoteza nyingi sana, alipoteza mechi hii, na wanatoaga both teams to score, hao wanatoaga both teams score lakini huyu akiwa ugenini atoe both team to score bado, yani bado hii mechi haina tofauti na ile ambayo nimetoka kuzungumzia. Nakupa triki mbinu, hata kama wewe unataka kuweka both team to score, wewe unafahamu kwamba hii mechi na ha inaweza ikapatikana ama isipatikane. Sasa mimi naenda kutafutia mechi ambayo e, ina asilimia kubwa ya kupatikana. mm -hmm. Yes, hii tunaiona hapa hii ndio nakuambia sasa ina boost team to score. lakini niangalia kwa haraka haraka. Lasky hakupata goli mechi hii, wanahitaji wapate goli, sisi tumeelewa wapate goli moja. Halikadhalika hawa help stage help stage walipata goli moja, ni magoli machache sana, kwa hiyo wanaona kabisa kwamba tunahitaji pia mkubwa wa magoli, lakini mechi zao walipokutana mechi ya mwisho zilitoka bila bila na mechi iliyofuata huku chini walitoka moja bila, Laski alitoka moja bila. Kwa hiyo huyu wa ugenini safari ile atahitaji apate goli, na ukizingatia hii yenye ni kapu. Kwa hiyo kama kapu, huyu atakuwa na umuhimu uh, na umuhimu mkubwa sana huyu Hartsberg Hartsberg, huyu wa ugenini kwa sababu hizi ni kapu hizi timu, timu za kawaida ndo zit zinaleta uh, zinaleta hamasa kubwa sana kwa sababu kwasababu hawakufungana mechi kwanza, itakuwa na over hii mechi, lakini pia itakuwa na boss team to score. Sasa hii kidogo inakupa asilimia tisini ya kutoa boss team to score. Tukiangalia odi yake bado inaruhusu, japokuwa huyo anaonyesha anaweza kashinda, lakini hii mechi ni tofauti ambavyo tunavyofikiria. Kwa hiyo mechi ya kwanza ni mechi ya Lasky. Umeona hii hii leo ni tarehe 26. Kwa hiyo utaangalia head to head ya Lasky na nabe ya tarehe ishirini na tisa matukio yametoka vipi over two, eh, na boss team to score mingi na betPawa wengi sana wapendaga betPawa boss team to score naona over two na, yep, yeah, <laughs> angalia over two odi yake ni moja ya themanini. Sasa angalia afu angalia boss team to score odi yake ni moja ya sabini. Umeona? Kwa hiyo hii mechi ina mechi ina, ina asilimia tisini ya kupata both team to score hii hapa, hii apa both team to score. Tutaenda kwenye mechi nyingine, tumeshapata last cleans. Sasa ukitumia mbinu hii huwezi ku ku, ku ku, kuferi mara moja mara mbili, lazima tu utafanikiwa kwenye mikikaako miwili mitatu mm. N, lakini kitu kingine sana nikupe mbinu, yaani utakuja kushukuru. Umeona hii moja yi moja ya thelathini hii mechi hii ya bate, ukiona timu yoyote imepewa nyumbani moja ya thelathini, odds hazichezi eh. Nasema kwa sababu odds hazichezi utaweza kuona na moja ya thelathini na tatu, lakini mara nyingi odds hizi nimezionaga huwa zinatoa matokeo ya, ukiona timu inashinda basi inashinda goli nyingi Ukiona timu inafeli inakuwaga both team to score hii, na hata tunaweza tukaangalia head to head hapa tuweze kuona lakini both team, una, unaona hapa hapa hizi natoa both team to score, ila kwa mara mwisho walifungana magoli mengi sana, lakini atuaga both team to score hizi mechi wanapo wanapokutana utana tafute mwingine, lazima tutafute mechi ya uhakika, lazima tutafute mechi ambayo tunaona kwamba hii itatoa. Baro, baro, tena nayo. Na mbinu hii bwana, huwezi kupata mechi nyingi sana kwa sababu ni mbinu ambayo kwanza utahitaji umize kesho, so kwa hiyo mtu anasema, bwana mikeka leo vipi, tuma fast time mikeka, i say hii mbinu huwezi kutafuta dc. Ngapi ni mechi ya playoff playoff head to head. Mm. Uh -oh. Jana, jana kuna mechi moja niliweka both team to score ina odds ndogo sana, Al Arab Al Jahila Supernova. Mm. Natafuta zile timu ambazo naona mwenye nazifahamu zi, na mm. valelanga lakini kingine hakikisha unaweka both team to score kwenye odi ndogo na kubwa. Usipende, usipende kuweka both team to score sehemu ambao kuna odi tu eh, ndogo. Twende mechi ya Sunness, mechi ya Sunness Travesti, Travesti head to head. Travesti yuko juu, Sunness yuko chini, okay, kama Travesti Viking Sunness Je, kukutana kwa hiyo kama mechi aje kukutana, uwezi ta kuta, kutafsiri ile unapozungumza mechi mechi, zipo zipo chache sana mm, au Al Hilal na Al Qadisia au ni Al Ittihad na Al Damac. Ki mechi naona nana niwezekatoa jiji standing hmm. Al Ittihad nangoza Damac, anaongoza na kumi na nne Alitiadi huyo Damaki alifungwa, Damaki alifungwa. Sasa timu yoyote ambayo inatoa boss team, angalia sasa, nimekwambia hii mechi inaweza katoa jiji, yani hawa mechi tatu mfululizo moja wanatoa jiji kwa sababu ya Damak mm, anafungwa lakini waga anapatagapataga magoli. Hii jiji hii jiji, hii ndio ikotoa jiji kwa hiyo mechi ya leo kwa sababu wametoa sana jiji hawa, lazima nao wanatufungaga kila tunapocheza na sisi, lazima watawakazi hawa itiadi. Unaona hapo, ndio jinsi tunavyo tunavyojaribu kuikwepa itiadi. Sasa hao ndio wanaocheza mpira, sisi tunatafsiri wanaweza siku asizuie vizuri wakafungwa, ila kiakili ya kawaida, kama timu ina inapata matokeo unapocheza na wewe, lazima mufanye jitihada zote limadi kuzuia eh, tentu kwenye mechi ya Hamalba kuzuia Mm, wasipate na nilio e, hawa sasa jiji hawa sasa wanatuaga hapa, ni bado ya kawaida. Huyu anajiona anahitaji apate goli ya, ya, ya mwisho, alipoteza hii pia kupata hata goli na yuko vizuri so, hawa e, mechi yao anatoa jiji, lakini kwenye kigezo changu bado uh, hatujafanikiwa kwenye kigezo changu, ila sasa hii mechi inaweza kawa na jiji kwa sababu wenyewe ni tamaduni yao. Unajua kama nilivyosema mwanzo, mpira unaweza kawa na matokeo ya kujirudia, yani matokeo ya, ku, ya, ku, ya kunakili, lakini pia mpira una matokeo ya tofauti na ile ya mwanzo. Kwa hiyo mimi huaga naangaliaga utofauti wa matokeo ya mwanzo, kama mwanzo alitoa sana Over, over 1 over 2.5, basi mechi inafuata nakuaga hata kama naweka, lakini nakuwa na wasiwasi kwamba inaweza katoa ama isitoe. Nakuwa najua kwamba tabia yao hao ni kutoa over, lakini nakuwa na wasiwasi kwamba hii mechi inaweza pia isitoe. Hmm. Ah, inaweza pia katoa. Yeah. Muone, okay. Hapa tumepata tu mechi moja mechi moja na kama mechi unataka mechi nyingine, basi ni mechi ya ya nani hiyo hii? Mm, yani ndio hapo unapokuja kwamba utakuta kuna mechi zingine tunaweka, sio? Unaona hapa tumepata so moja, lakini lazimisha kutafuta nyingine. Sio kwamba hizi zingine hazitoi jijii, zinaweza zikatoa. Ile ile mechi ambayo, ambayo mimi imenithibitishia kwamba imenipa uhakika kwamba kutoa haipo. Sasa ikiwa jumamosi na Jumapili Ehe, hii hapa, sasa hivi, jiji, hii, hii hapa sasa hivi tunaweza tukapata jiji hii hapa Valelanga hii. Tunaweza tukapata jiji kwa sababu hao wenyewe wanatoa jiji. Lakini mara ya mwisho hakutoa jiji. Na tukiangalia Valelanga alitoa moja moja, nahitaji ashinde, also alishinda. Umeona? Kwa hiyo mechi hii kama alishinda na nadhani uh, hawa watu spesi zao kama unavyoziona hapa Valelanga juu also juu. Kwa hiyo Olso anaweza akaruhusu magoli, Valerenga anaweza akashinda, lakini pia Olso anaweza kapata goli moja. Kwa hiyo mechi nyingine ni hii ya Valerenga na Olso, hii inaweza akawa na both team to score, hii hapa s. Oh, Oslo, Oslo bwana nkose, Oslo. Oslo, Oslo. Yep. Hmm. Angalia. Kwa hiyo leo tuna mechi hizi mbili sasa, hapa nimekuelekeza nijisikia na kutafuta. Hata siku nyingine, unaweza kukuta na kuja kukuelekeza mbili nyingine. Lakini bado tutakuwa tunasimama katika msimamo wetu ule ule kwamba ni mechi gani ambazo tunatakiwa tusifanyeje gani ambayo natakiwa tuweke jiji tumeona, eh. Kwa hiyo ndio hivyo, hakikisha tu una subscribe hapo chini ya video kuendelea kupata update ambazo tutakuwa tunapost kila siku. Hapa nimekuelekeza tumepata odds mbili, lakini unaweza ukachambua ukapata odds nyingi. Mfano hii mechi ya bate hii niliku, niliku, hii nilikuambia hii pia nayo, eh, eh, unaweza kana nilisema mimi nimeogopa kwa sababu nimeipa ishinde, ila hii na, nashuku kwamba inaweza ikawa tena jiji hii ya bate muone. Ya kwa hiyo ndio hivyo, hivyo ndivyo unapopata both team to score. Endelea kusubscribe kupata mbinu nyingi ambazo tutakuwa tunatuma katika chaneli yetu. Asanteni.